Sasa, umenipenda ama? Sitaki tuende tukae kwa nyumba tena tuanze kukovurishana mara hivi hivi, ah, um, kelele kelele sana. Yani ni kwa frontline sitaki. Nipate amekasirika ndio, pia mimi ni furahi, nasema ya furahi na I need you in my life. Mi sikuagi comfortable wakati nikupeke yangu. Okay. Yaani nataka mtu tunakaa naye kwa familia. Tukuwe sana successful, pate tuko na maisha hapo mbele pia mi nimekupenda, naomba kuwe baba watoto wangu, tukae kwa amani na heshima. Hiyo tu eh. Hello, ni Sentava. mambo vipi? so guys maze, kaide tu maze, tutasemanga sasa patane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze nimejiona hapa na majamangu hapa maze, walimbox wako single, nataka watu nikawapin location, nataka tupige nao story, tuone rada ni gani, ni gani. Zumua bwana, zumua zumua zumua. Eh, niaje? Poa sana. Eh, kwa majina unaitwa nani? Masijuma. Unaitwa Masijuma. Masijuma, umetoka wapi? Natoka Pipeline. Wewe ni muse wa pipe. Nyumbani ushagonu wapi? Mumias. Haya, wewe ni Muluya. Uko na miaka ngapi, Masi? Naelekea 25? Unaelekea 25, kwa 24, unaelekea 25. Uko na mtoto maybe? Niko na mtoi. Eh. Uko na hapa Nairobi ama uko nyumbani ushagu? Uko na yeye. Uko na hapa Nairobi. Uh, hivyo ni mzuri mazemu, ukikaa na mtoto karibu at least unajua amekula nini na anaendelea, jamaa ni aje? Mm. Eh, angalia hapo kwa kamera, useme hivi, mbona ulini inbox? Liko inbox nilikuwa nataka mtu, nilikuwa nataka mtu mwenye ako serious. Mm mwenye atajua niko na mtoto anipenda apende na mtoto wangu. Mm. mtu mwenye ako serious na maisha. Mm. <tie> Unataka ule mtu mwenyako serious na akupende na mtoto. Yeah. Eh, guys, mazeni uko hapa na masi mazeni mazeni, ni inboxa, nataka mtu nikampin location. Eh, nataka tupige na story tuone venye kuna kunaenda. Pia kuna jamaa wangu hapa mazeni, pia alini inbox akaniambia uko single. Nataka mtu, nataka aingie hapa pia tupige nao story tuone rada ni gani, bro. Come, come, come. Eh. Bazu, niaje man. <tie> <tie> Eh, niaje? Sawa sana. Eh, ndio hiyo sasa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Kirui Raymond. Unaitwa? Kirui Raymond. Kirui Raymond. Wewe ni Kirui, Kirui wewe ni mukaale? Mimi ni mukaale. Haya, wewe ni mukaale? Eh. So, e, Kirui, hapa na Rubu unakaa wapi? Mimi nakaa Sinai. Unakaa Sinai? Eh. Sinai inakuwanga wapi? Sinai inakuwanga hapo Lunga Lunga. Oh, huko side za Lunga Lunga. Nyumbani ushagoni wapi? Mimi natoka Narok. Wewe ni msewa Narok. Oh, kuna kuwanga na wakaale huko Narok? Wako. Eh, saidia Mulot. Oh, saidia Mulot. Juu tunajuanga Narok pale ni wa Maasai ndio wameja; kumbe pia kuna wakale pale. Originally I am from Bomet. Nyumbani mm. mm. Oh, kwenyu ushago kwenyewe ni Bomet but mmenunua shamba. So eh, bro, uko na miaka ngapi? Niko na miaka thelathini. Uko na 30 years. Do you have maybe a kid I don't know. Hauna mtoto hauja <laughs> Yalenga tu kamoja tu eh, ukafanya tu eh, nda mpaka ukapata kamoja mepi lakini, <laughs> sasa sina, sina <laughs> <laughs> <laughs> Hauna bado? Basi unacheka nini? Nafurahia. Unacheka aje? Yalenga kamoja, but pia inakubali ama niaje? <laughs> Ni hivyo? Sasa <laughs> bro, angalia hapo kwa kamera, ambie waseme hivi, mbona ulinibox In box kwa sababu nataka mtu mwenye tunaweza anza naye familia, mtu wa kwa serious mwenye anaweza form a good wife, and also I will cooperate with her. Uko single unataka mtu? umekuwa single umeva how long? Since me I completed school in the year 2015, then from there nimekuwa single ni maaipata, lakini hiyo relationship yako kwa successful. Mm. mm. Oh mlikuwa na walikuwa na mrambo but ni ile haijai kuwa upande mwingine. Eh? Eh? Upande ya Nakuru. Mm. Uh, I usually work in Nakuru last time. Mm. Hapo ndio nilikuwa na sasa. Mm. Mm. Oh ulikuwa unafanya kazi pale Nakuru ndio ukapata kama mtu mm. mm. <laughs> hapo but hamkuelewana. Hatukuelewana hatukuendelea. Hapa Nairobi nafanya nini? Mimi nafanya kazi na Osho Chemicals. Mm. Sasa hapo, yes, hapo turudi kwa mrembo, si ndio? Sasa eh, masi, eh, nataka ufanye hivi, angalia hapo kwa kamera, ambie waseme hivi in last relationship nini ilifanyika ndani kesi, ukikubaliana na jina Raymond Kirui, ukikubaliana, uh, na Kirui, eh, uh, same, same mistake <laughs> the relationship yenye nilikuwa ndani mm, nilipata baba ya mtoi kama ako na sister yangu, so mm, nikileta mtu kwa nyumba asifanye hiyo mistake tena mm. Mm. Ulipata baba mtoto na sister yako? Yeah. Sister yako mwenye umezaliwa naye kabisa mm? Yeah. Haya, uliwapata maybe, walikuwa wanafanya nini? <laughs> alikuwa kwa bed mm. Yeah. Aya ya wabana ini lo inilo aliamua kukuja. Haya, ilikuwa kwako ama kwa nyumba mahali, maybe ni <laughs> kwangu. Kwako walikuwa wamekuja kutembelea ya, yeah. mm. Mm. Hiyo naye ni kali bwana. So unasema eh, sister yako alikuja kutembelea, ni mkubwa ama mdogo? Mkubwa. sister yako mkubwa? sister yako mm. hey, mkubwa. kwani sister mkubwa bwana, una heshima na sister yako mdogo bwana. so unasema ulikuja ukawapata kwa kitanda wote wawili na bwanako? yeah. hey, haya, nini ilifanyika, maybe kulikuwa na vurugu ama uliacha tu ikaisha? Niliacha tu hivyo nikamwacha hivyo mm. Mm. Hey, Uliwaacha hapo? nili Niliwaacha but baadaye walitoka. Mm. Wewe well, sio unasema uliwapata na akakuja akakuomba msamaha. Haya, after kuomba msamaha, sasa hivi mnaongeanga ama ama mnaendelea aje? Tunaongea. Mm. Mnaongeanga, mko sawa sasa? Eh, tuko sawa. Wow, na bwana wako maybe ashai kukutafuta Tuliachana hivyo nili change namba. Mm. Mm. Uh, uli change namba ajai kutafuta. Haya, na mtoto wewe ndo unashughulikia kama alasha nini anashughulikia mtoto? Mimi ndio nashughulikia. Mm. Mm. Wow. Guys, Mazen kama uko hapo nje Mazen, at least tunasikia venye kuna kunaenda. Kama wewe ni mwanaume bwana, usi heri uende nje mbali bwana, lakini pia atu propose, lakini sister ya, sister ya bibi yako bwana, tena mkubwa. Sasa hapo, sasa hapo makosa ni nani? Sister ama bwana? Juu kama sister anajua huyu ni sister yangu angekata na kama bwana pia anajua huyu ni sister e, bibi yangu, angekata, ama walipatananga mbele yako? Sasa wacha tuende kwa ndugu yangu hapa, sindio? Sasa, hey, bro, nataka uangalie hapo kwa kamera. in our last relationship, nini lifanika niikekubaliana na masin,

uliacaniaukaona hiyo nayo ulikuwa una force fo nikaona nilikuwa na force sasa. Mm, you know love is what is in your heart and mm, you compare it. Mm, we live one life and we go ahead in life. Mmm. Nyao nayo relationship mzuri ni ile at least unafeel unapendwa. At least hata mtu anakuuliza eh, leo ulikuwa wapi? Job imekuwa aje? Uh, siyo ule mtu ananyamaza wiki mbili ndio anakutafuta, na hai ukireply hai tu, ananyamaza wiki tatu, anakuuliza uko wapi? Hiyo nayo ni ngumu. By the way, relationship mingi zinaishanga juu ya hiyo. Unapata huyu amenyamaza, huyu amenyamaza, inakuja ananyamaza na wananyamaza hivyo unapata mtu ameachana na mjui, mliachana mbona ama ni aje? <laughs> Sasa bro, niko hapa na mrembo kutoka Mumias. Alimbox ako singa, nataka mtu, nataka umwongeleshe alafu taniambia, Sentava naona masi yako sawa tu connect, ama Sentava naona masa hayuko sawa, niendelee kutafuta mtu mwingine. Uko sawa na hilo? Niko sawa. Hey, basi niko hapa na kip Kirui ni Kirui, yeah. Hey, niko hapa na Kirui nataka kuongeleshe, alafu utaniambia Sentava naona Kirui yako sawa tu connect, ama Sentava naona yuko, uh, Kirui yuko sawa, niendelee kutafutia mtu mwingine. Uko sawa na hilo? Ndiyo, uko eh? Sawa, sasa mimi nimekupenda. Mm. What I need from you is we cooperate be open. Mm, najua for now unaweza kuwa uchanichua hivyo Otherwise I'm ready. Maisha mm -hmm. Lazima yaendelee. Mtu aifuange comfortable, si so yuko comfortable wakati sana sana mtu. Mm. Sasa -hmm. mm -hmm. Unajua sasa you have to connect with somebody mwenye anakuanga anaelewa mm. -hmm. the importance of marriage. Naona. Mm -hmm. Sasa mimi na iko na hiyo haja. Nipate mtu mimi nampenda, na pia yeye yeah, anipende. Na respect bado nitakupea. I'll be in the front line hapo nimesema. Sawa. Mimi nimekupenda pia. Hata mimi kitu yenye wewe unataka tu ni heshima, bora unipende na mtoto pia, ujue utushughulikie hivyo. Ujue mtoto anaenda shule, taishi kwa amani. Mm. Sawa. Pia mimi niko ready. I'm ready, sina shida na mtoto, nitashughulikia kama familia yangu. Then everything will be okay and life will continue. Sawa, ni tu nimeshukuru. Bro, hee, hee. Sasa bro <laughs> yeah. So kamera, hatutaki, tutoke. Uulize, sasa hapa hapa hivi hakuna swali hivi tunatakanga hivi. Unauliza mrembo maswali nataka unauliza mtu maswali at least, unatoka hapa kama iko uko comfortable ama ni aje? Mm. Eh, sasa mimi pia ni maswali yenye ilikuwa ni yeye mtoto. Muulize ndio huyo, eh? Nimeshajua kuna mtoto mm -hmm. That is, uh, I have already known it. Mm -hmm. na kitu ingine ni kama amesema ko ready kukaa na mimi. That was another question. Mm -hmm. Mimi pia niulize swali. Masi kuna swali maybe? Nilikuwa nataka kumuuliza uko na kazi? Niko na kazi, niko job, justaki mtu mm, mwenye anakaa kwa nyumba tukikaa tukiangaliana. Mimi napenda kuchituma kwa sababu kitu ile toa ushago tukakucha Nairobi. We need to live a good life mm. That is it. Mm. Mm. Sasa umenipenda ama? Sitaki tuende tukae kwa nyumba tena tuanze kukovurishana mara hivi hivi, ah, hivi. Um, kelele, sipendi kelele. Um, kelele sana, kwanza kelele sipendi, yani kelele, mi I'm the one to make peace. Mi ndio mtu wa kutafuta amani, yani ni kwa front line. Hata mimi nitahitaji nipendwe yani, mm. yani tu, tuishi kwa hiyo amani Mm. Sitaki <coughs> nipate amekasirika. Mm. Ndio pia mimi nifurahie, nasema yeye afurahi. Mm. Mm. <coughs> eh. Yeah, tu, e sina maswali mengine. Eh, <coughs> hauna <coughs> maswali mengine? Bro, umesema hauna swali lingine ni hiyo tu yenye amejibu ulikuwa nayo. Eh. <coughs> <coughs> so so eh bro, kivyako masi yako aje? Ako sawa. Mm. Ako sawa. Ako sawa. Hey, tu connect. Eh, tunaweza connect. Eh? Tunaweza connect. Aya kivyako masi, <coughs> eh, hey, kiruya ako aje? Akopoa. Hmm? Akopoa. Akopoa. Akopoa to connect. Yeah. Sawa, si ndio, ndio? Eh, Eh. So guys, guys kama, kama kama kama uko uko uko uko uko hapo hapo hapo hapo nje nje nje, unaona venye kunaenda connect, connect ya leo inaenda kuwa kuwa kuwa kuwa successfully. single single unataka unataka, umeamua? guys subscribe. Mapenzi imeanza imeanza kudanda caring, naona pia unataka kuwa kama Masi na Kirui, ama uliona mtu kwa show ni connect, ni box hapo WhatsApp 0795968 0788, niambia senda wa maze, nimeona mtu kwa show ni connect, ama nataka kuja show ni connect nitakureach out. Tuone rada ni gani, rada ni gani? Sasa bro tukimalizia nataka uangalie, Masi, umeambia manana yako wa mwisho tukimalizia na sauti sasa. Masi ndio huyu hapa. Sasa mimi nakupenda and I need you in my life. Mi sikuagi comfortable wakati ni peke yangu, yani nataka mtu tunakaa naye kwa familia na maisha hapo mbele, hiyo ndio ya muhimu, alafu mambo ingine itachileta hapo mbele mazuri. mm. mm. mm. <coughs> ndo hiyo sasa, unasema umempenda na wewe unaangalianga mbele mambo ingine mazuri itakuja hapo mbele yes. <coughs> Sasa masi eh, nataka uangalie Kirui alafu mwambie maneno yake ya mwisho mm, pia mimi nimekupenda naomba ukue baba ya watoto wangu, tukae kwa amani na heshima. Hiyo tu <laughs> Ehe, we umempenda na unataka muishi kwa amani na akwe baba ya watoto. Ehe, aongeze hata tuwili ama tutatu hivi mm. Kiruno unaongeza wangapi? Tukifika huko tutajipanga, ita three or two. Actually eh, mtu anajipimanga guys eh. Unajipima unaona saa hii, unaendelea hivi uko na pesa kiango fulani ama unaweza teka watoto wangapi ndio walete. Usilete mtoto kama hujajipanga bwana, atatese. Kama ni aje? Na kwanga hivyo. So guys maze, mnaona venye kunaenda. Kwenye tia leo, naona Kirui amepata Muluya. Muluya atoke Mumia, sakuje eh, naro kama ni aje. Ndio. Na umpeleke pia, umesema ni Bomet ama wapi? Bomet. Eh eh eh, eh eh, aenda aone sawa sawa. Guka siku siku wako huko. So e, so ni hivyo ndio ndio inakuanga. Siku hizi hizi guys watu watu watu wanatembea. Siku hizi unapata mkamba ametoka ameenda Western, Western ametoka amekuja ukambani. Tunaenda lazima lazima watu watu wapendane ama niaje? Sasa tukimalizia. Hii ndio inakuanga ile ya mwisho. Yeah? Mtu anakula hug. Tunapiga makofi, tunajua mambo imeenda sawa. Na, tunajua mambo mambo imeenda na iko sawa. Uko uko ready? Niko ready. <laughs> Uko ready? Niko akula ready. Smile. Ndio hiyo sasa. Eh, eh, guys makofi, makofi, makosi, makofi! Guys ni kumoto. Guys subscribe. Eh guys mazen, eh, sisi tunafurahianga hivi hivi. Ndio hii, ndio kazi yetu, tukiona hivi mazen, tunafurahianga. Ama ni aje director. Siko happy. At least, tumeleta two souls pamoja. Sasa ni familia ianze ama ni aje? Sasa bro, eh, sisi tukimaliza inakuanga hivi vizuri na na na na na na na masi masi masi masi, in case of anything nyumba inakwanga mambo kama kama kitu kidogo, watu wanakaa chini wanaongea ama ama ama ama namna namna namna hiyo hiyo hiyo, eh eh eh, kuna shida shida shida shida shida, mnaweza pia pia pia pia nitafuta mimi, ndio through through me me tumekutana, tunaweza maneno ni hey. Akileta akileta unaniambia, tafuta muuliza wewe, ni shina, alafu alafu tunaona tunaona venye kunaenda, ama niaje. Ni hey, masi pia, e, Kirui kukiwa, unaweza tunaongea rada naa ndio Yeah, but sisi we wish you all the best and congratulations. Thank you. Yeah, <laughs> sasa sisi wacha tuendelee kidogo nataka tupigisha hao wengine pia interview na tu connect wenye wako tuone rada ni gani. Nyinyi sasa mko free mnaweza tafuta mahali mpige story ama hata muende mkule lunch mahali, haina shida ama ni aje. Nimeiwa asante. Yeah, <laughs> yeah, uko sawa? Niko sawa. Yeah. Guys Mazem, it has been good Mazem. Eh, connect ya leo imeenda vizuri. Eh, Kirui na Masi at least wako pamoja. Kama hapa ni YouTube subscribe; kama ni Facebook follow; kama ni TikTok follow. Thanks for watching. Tunawapenda sana.